Okay, ndugu zanguni, e, kwa mara nyingine mnaonitazama hapa na kunifuatilia. Mimi naitwa Dr. Kabezi, ni mtaalamu wa kushughulikia maradhi lakini pia ni mtaalamu wa kushughulika na masuala mbalimbali. e, nimekuja hapa tena kwa mara nyingine, kama ndio mara kwanza kunifahamu au kunitazama, mimi ni daktari ni dokta e, ni daktari katika upande wa tiba za asili mimi ninashughulika na maradhi yote ambayo yanasumbua mwanadamu maradhi sugu, lakini pia na maradhi yasiyo sugu. Ninashughulika na matatizo ya kurogwa na matatizo yasiyo ya kurogwa. Kuna mambo watu wanakuta wanaangaika duniani hapa eh, unakuta unasumbuka na magonjwa unasumbuka na matatizo eh, lakini yanakuwa ni matatizo ya kutengenezwa, si matatizo ya Mwenyezi Mungu. Sasa kama umekwisha hangaika muda mrefu, na kama umekwisha teseka na vifungo vya matatizo mbalimbali, ufanikiwi katika masuala ya kuolewa, ufanikiwi katika masuala ya biashara, ufanikiwi katika masuala ya kazi, ufanikiwi kwa jambo lolote lile, una vizazi vyako lakini havipati ndoa, una watoto wako wa kike hawaolewi, hawaajiriwi, una watoto wako wa kiume wamesoma lakini hawapati kazi, una watoto wako wameambukia kuwa walevi, kuwa wafuta bangi. Yote haya ndugu zangu ni kama changamoto hizi zinakuhusu au zinakufata katika familia yako ndugu zangu ni naomba tuwasiliane. ndugu zangu ni tambueni kwamba familia hizi tulizonazo huwa zinarogwa. E, unaweza ukarogezewa familia yako e, ikawa ni familia ambayo ina misukosuko mpaka mwisho. Unaweza ukarogezewa familia yako ukawa ni mtu wa kuteseka na maradhi kila siku. Sasa yote haya ndugu zangu ni kama utakuwa una changamoto hizo Naomba niwakaribisheni sana tuweze kuwasiliana e. Mimi napatikana mkoa wa Mwanza e, ni daktari bingwa kabisa. Lakini pia ndugu zanguni e, nina uwezo mkubwa sana wa dawa, lakini pia dawa nyingi sana zenye uwezo mkubwa na dawa za uhakika nazo, kwa yoyote ambaye atakuwa ana changamoto ya aina yoyote Haijalishi wewe changamoto yako ni nini, ninaomba tuasiane ndugu zangu. Ni eh, kila siku najaribu kuwa na toa toa sana ufafanuzi lakini pia kutoa matangazo mengi sana lakini pia kutangazia watu wengi wanaonifuatilia eh, walioko ndani ya Tanzania lakini pia walioko nje ya Tanzania. Mimi ni Mtanzania halisi ambaye ninaendesha tiba zangu na huduma zangu kutoka hapa mkoa wa Mwanza, na uwezo mkubwa sana wa kutibu watu lakini pia nina dawa za aina mbalimbali. Kwa wewe ambaye unanifuatilia, kama utakuwa una changamoto ya aina yoyote, haijalishi changamoto gani, kwa sababu kuna vitu vingine huwa ni siri ya mtu na kuna mambo mengine kuyatamka katika public, tunakuwa tunashindwa kuyatamka, lakini kwa mtu yoyote mwenye changamoto ya aina yoyote, naomba tuwasiliana. Lakini pia ofisi yangu imesheheni dawa nyingi sana, na dawa zenye uwezo wa kumprotect mtu kumkinga mtu kwa tatizo lolote. Kama unahitaji dawa za kinga za aina yoyote katika mwili wako, katika familia yako, katika katika mwili wako, katika familia yako, katika biashara zako katika ufugaji wako, au katika sehemu yoyote ambayo unaona kwamba nani, sehemu hii ni sehemu yangu muhimu sana, sasa unahitaji ku protect sehemu ile, naomba nikukaribishe sana ndugu zangu, nina dawa nyingi sana hata kama nyumbani kwako unasumbuliwa na washenzi wa usiku, aidha wanakusumbua wezi, wanakusumbua majambazi wanakusumbua wachawi pamoja na washirikina. Nina dawa nyingi sana za kuprotect nyumbani kwako, za kukinga nyumbani kwako. Kuna dawa ambayo nimeshaitangaza kwamba kama anakuja mtu mbaya nyumbani kwako kucheza usiku au kukuvuruga, kuna dawa ambayo akifika anachapwa fimbo na watu wasiowaona lakini pia kuna dawa hiyo hiyo akija mwizi nyumbani kwako anapigwa fimbo na mtu asiyomuona, yaani anapigwa fimbo kichwani, mgongoni, matakoni, mpaka hata sehemu za siri, asipoangalia e, panapigwa fimbo. Sasa dawa hii ipo kwa wewe ambaye unasumbuliwa na wezi, unasumbuliwa na vibaka, unasumbuliwa na wachawi. Dawa hii ipo ndani ya ofisi hii. E, wachawi wanapigwa fimbo sana. Mtu akija kwako mchawi, hata kama ni ndugu yako, atachapwa fimbo za hatari, na akitoka hapo ana, ana kwenda haponi kabisa yule, tunakwenda kwamba tu inakuwa ni agieni. Lakini pia ina dawa ambayo, kama kuna mtu anania mbaya ya kutaka kuja kukuzuru, e, dawa hiyo dawa hizo zipo e, unaweza ikakupa taarifa viashiria fulani ambavyo, e, kama mimi mtaalamu nitakapokutengenezea dawa ile na kukuambia ukipata kiashiria hiki, basi jua kwamba kuna adui yako, basi unaweza kaondoka maeneo hayo. Dawa hizi pia zipo ndugu zanguni, lakini pia na masuala mbalimbali sana ambayo ni mengine e, ni zaidi ya hapo, dawa nyingi sana nazo e, kwa hiyo kama kuna mtu anasumbuka na mambo ya, ya vifungo yani we kila mwaka ni mtu ambaye mambo yako haya hayako vizuri, yawezekana kabisa vifungo vinasababishwa na ushirikina, njoo tuwasiliane, au yawezekana vifungo vyako vinasababishwa na mila na desturi za nyumbani kwenu. Yote haya ndugu zangu ni tuwasiliane, utaweza kupata tiba na utaweza kufanikiwa, hata kama mipango yako kila siku unatuma maombi ya kazi hufanikiwi, lakini pia unafanya biashara zako hazifanikiwi, lakini umekuwa ni mtu wa kusongwa na misukosuko na matatizo au na maradhi ndugu zanguni, njoo tuwasiliane, nitafunga hiyo fitna za maradhi na utakuwa salama na utaweza kusurvive vizuri. Hata kama vizazi vyako mezivisomesha lakini havifanikiwi kwa kila jambo, njoo tuwasiliane. Ndugu zanguni, mtambue kwamba narudi kusema familia huwa zinalogwa, unaweza ukarogezewa familia au ukarogezewa maskini, hata kama ulikuwa ni tajiri ukawa masikini. Sasa yote haya, tukiwasiliana ndugu yangu, mimi na uwezo wa kukufanyia tiba ambayo itakuprotekti kwa jambo lolote lile. Hata mtu kama nataka kufanyia ushenzi wote ule, laza labda akufilisi au akufanyie mabaya kwamba wewe usiweni mtu wa mafanikio, ndugu zangu, rafiki zangu Hatafanikiwa. Kwa hiyo ndugu zangu, ni karibuni sana. Mimi naishi Mwanza na hapa Mwanza tuna uwezo mkubwa sana wa dawa e, yani hapa Mwanza kandaziwa tuna ule uchawi wa ukweli. Yaani kama unapata tiba ni tiba ya ukweli, ndugu zanguni. Kwa sababu nishaambia zamani ndugu zanguni kwamba tiba ni karama, tiba huwa sio maneno na wala tiba sio kuvaa bangili, wala tiba sio kuvaa shanga, wala tiba sio kuvaa pete nyingi. Kuvaa pete ni mifumo tu ya e, ujanja ujanja lakini, ndugu zanguni, pete sio kwamba ndio tiba. E, tiba ni karama kwa sababu sisi wengine tumezaliwa tukakuta uwezo wa dawa huko nyumbani, si wa kwenda kutafuta au kujifunza na mtu. Dawa tumezikuta nyumbani e, sisi wengine ni watoto, ni watoto ambao tumezaliwa wazazi wetu walikuwa ni watemi. Sasa dawa zipo na uwezo wa dawa tunao mkubwa sana, kwa unapopata tiba kwangu, jua kwamba umepata tiba ambayo ni sahihi, lakini pia yenye kiwango kikubwa e, unajua ukipata mganga ambaye anazijua dawa lakini pia mizimu yake iko kwenye dawa ni kwamba utapata tiba nzuri, kwa sababu mimi ninaendeshwa na mizimu, siendeshi tiba kwa sababu mimi kama mimi, mimi naendeshwa na mizimu na mizimu yangu imekubali kazi hii ya uganga. Sasa kama imekubali kazi ya uganga, ni lazima napofanya tiba inakuwa na baraka, na ndio maana mimi mwenyewe kama Dkt Kabezi nina baraka sana, lakini pia mafanikio katika dawa zangu yanaonekana e. Sina njaa na sifanyi kazi kwa njaa na sifanyi kazi kwa kumdanganya mtu, nafanya kazi zenye kiwango, kwa sababu naendeshwa na mizimu na majini. Ndugu zangu ni karibuni sana ndugu zangu, ni tiba hizi, si maneno. Tiba ni karama. Unapaswa, unapokwenda kutibiwa, hata yule anayekutibu iwe ni mfano. Sio unakwenda kwa mganga, unakuta mganga anakuambia, mimi ni mganga alafu amepauka kama goti la mbuzi. Ukikuta mganga amepauka kama goti la mbuzi, huyo mkimbie, kwa sababu bado na yeye ni mgonjwa katika miongoni mwa wagonjwa bado na yeye, eh, amerogwa katika watu waliorogwa, eh, lakini mganga ulionyosha mizimu yako na majini wako, lazima cha kwanza uwe mfano. Mganga hupaswi kuwa maskini na mganga hupaswi kuwa ni mtu mwenye njaa na mganga hupaswi kuomba mbuzi wateja, yani kila mteja anapokuja tu naomba eh, mbuzi tiba yako sijui ni mbuzi tiba yako sijui ni kuku sijui leta nazi sijui leta ng'ombe, leta kondoo, mara sijui kuna kamekwenda kamerudi. Ukiona mganga anaomba vitu vya kutosha jua kwamba huyo ni mfanyabiashara si mganga. Sasa sisi wengine tunafanya tiba zetu kwa viwango vikubwa kwa kutumia dawa na uchawi tunao ujua kupitia miongoni mwa mizimu pamoja na majini. Ndugu zanguni, karibuni sana. Ndugu zanguni, hakuna maskini duniani. Ukiona wewe unasema ni maskini, hujitambui. Sisi wanadamu tumeumbwa tukapewa kila kitu cha kwetu, isipokuwa sisi wanadamu tumetanguliwa muda mwingine na mizimu michafu. Sisi binadamu tuna mizimu aina mbili, na hili neno kila siku nalisema, tuna mizimu za heri na tuna mizimu za shari, na watu wengi hawafanikiwi kwa sababu wametanguliwa na mizimu za kimaskini. Unaweza kabisa Ukashangaa wewe, umetanguliwa na mzimu wa ulevi, umetanguliwa na mzimu wa malaya, umetanguliwa na mzimu wa kishenzi kishenzi, lazima mambo yako yanakuwa ni ya kishenzi kishenzi. Ndugu zangu, karibu ni karibuni sana. Mimi napatikana takana mkoa wa Mwanza, wilaya ya Nyamagana, kata ya mkorani. Karibuni sana mpate tiba, kwa yoyote mwenye changamoto, njoo tuwasiliane, lakini bila kusahau, tarehe 26, tarehe 25 nitakuwa Dar es Salaam. Asanteni sana, karibuni sana mimi napatikana mkoa wa Mwanza, ninaitwa Dr Kabezi Bingwa